Kuna watu wengi wanasema kuwa kuwekeza kwenye soko la hisa ni sawasawa na kucheza kamari, na unapocheza kamari, kuna uwezekano mkubwa wa kupoteza kila kitu. Mimi sikubaliani na hao watu. Leo nitakuthibitishia kwamba kwa kufanya maamuzi sahihi, hata kiasi kidogo cha pesa kinaweza kukupa faida ya kichaa. Mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano ulikuwa mwaka wa kipekee sana kwa wanahisa wa Benki ya CRDB. Tutachambua jinsi ambavyo thamani ya hisa hizi ilivyopaa kutoka shilingi 800 hadi kuvuka shilingi elfu moja na mia tano. Hii si hadithi, huu ni ukweli wa namba ambao unaweza kubadilisha mtazamo wako juu ya himaya yako ya kifedha milele. Karibu kwenye chaneli yako pendwa ya How to Start Business, mahali ambapo tunatoa elimu ya jinsi ya kuanzisha biashara kwa mtaji mdogo, lakini pia unapata faida kubwa. Kama tulivyowaahidi, leo tunaangazia somo kubwa la kifedha kutokana na mwenendo wa bei za hisa za CRDB Benki katika soko la hisa la Dar es Salaam au Dar es Salaam Stock Exchange kwa mwaka 2025. Wazo la kwamba unahitaji mamilioni ili uanze kunufaika na soko la hisa limewavunja watu wengi moyo bure. Ukweli ni huu. Mwaka 2025 umetoa funzo kubwa sana kwa wale waliopuuzia nguvu ya soko la hisa. Tutaenda kuangalia namba halisi, faida iliyopatikana na nini maana yake kwako wewe unayetafuta njia ya kukuza kipato chako. Sasa hebu tuangalie mwenendo wa hisa za CRDB kutoka shilingi 800 mpaka 1500. Sasa hebu tuangalie kilichotokea sokoni. Ukifuatilia data za katikati ya mwaka, mwezi wa sita mwaka 2025 Bei za hisa moja ya CRDB ilikuwa inacheza kwenye wastani wa shilingi 790 hadi shilingi 800. Kwa mtu wa kawaida, hii inaweza kuonekana ni bei ya kawaida. Lakini hapa ndipo siri ya uwekezaji ilipo. Kumbuka, laki moja yako ina nguvu kuliko unavyodhani. Kama ungenunua hisa hizi mwezi huo wa sita ungekuwa umepanda mbegu muhimu sana. Kilichotokea miezi iliyofuata ni kile tunaita bull run au soko la kupanda kwa kasi. Ilivyofika mwezi wa saba, hisa za CRDB zilivunja mwiko wa kufika thamani ya shilingi elfu moja. Mambo yalikuwaje? Hili lilikuwa tukio kubwa sokoni. Watu wengi walianza kuamka lakini wale walioingia mapema walikuwa tayari wanatabasamu. Kasi haikuishia hapo. Kufikia tarehe kumi na mbili mwezi wa nane, bei iligonga rekodi ya shilingi elfu moja mia nne na hamsini. Huu ni ukweli ambao wengi hawakutarajia kwa haraka kiasi hicho. Na haikuishia hapo. Mwaka ulipokuwa unaelekea ukingoni, tarehe thelathini Disemba hisa zilifunga mwaka zikiwa na thamani ya shilingi elfu moja mia tano na kumi huku zikiwa zimegusa hadi juu kabisa kwenye shilingi elfu moja mia tano na hamsini wakati fulani. Sasa piga hesabu hii rahisi kichwani mwako, kutoka shilingi mia nane hadi shilingi elfu moja na mia tano hii ni karibu mara mbili ya pesa ulioweka ndani ya miezi sita tu. Ni biashara gani nyingine inakupa faida ya uhakika kiasi hiki bila wewe kutoka jasho, kutoka jasho jingi? Hii ndiyo nguvu ya kuwekeza mahali sahihi. Sasa, kwa nini hisa za CRDB zilipanda kiasi hicho? Taarifa tu ni kuwa soko la hisa linaendeshwa kwa taratibu nzuri tu zinazojulikana na sio rahisi tu hisa kupanda bila ya mpangilio. Kuna sababu. Wawekezaji walipoona ripoti za fedha za benki hii walijua hapa kuna pesa. Benki ya CRDB iliripoti faida kubwa sana kwa kipindi cha miezi tisa ya kwanza ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano faida baada ya kodi ilifika shilingi bilioni 556.1. Hii ni ongezeko la asilimia 27 ukilinganisha na mwaka uliopita. Ukiona kampuni inatengeneza faida namna hii, maana yake ni kwamba biashara imesimama imara. Hii inawapa wawekezaji imani. Watu wanapokuwa na imani, wanataka kununua hisa zaidi wanapotaka kununua hisa zaidi, bei inapanda. Ni kanuni rahisi ya uchumi, mahitaji na ugavi. Hapo ndipo nataka uelewe kitu muhimu. Unaposikia nasema faida kubwa, simaanishi maneno matupu. Hizi bilioni mia tano na sita na nukta moja siyo namba tu kwenye makaratasi ni uthibitisho kwamba mkakati wa benki ulikuwa unafanya kazi vizuri sana mwaka elfu mbili na ishirini na tano na soko likaitikia kwa kupandisha thamani ya kampuni. Sasa hebu tuangalie nafasi ya CRDB kwenye soko la hisa. Sio tu kuwa hisa zilipanda bei, lakini kwa ufupi ni kuwa CRDB ilitawala soko la hisa. Takwimu zinaonyesha kuwa Hisa za CRDB kwa asilimia soko zima la hisa la Dar es Salaam. Sasa hii ina maana karibu nusu ya soko la hisa lilishikiliwa na CRDB wakati soko zima la hisa la Dar es Salaam lilikuwa kwa asilimia 29.08 mwaka 2025. CRDB ilikuwa injini kuu ya ukuaji huo. Hii inatuambia nini? Inatuambia kwamba sekta ya benki ilikuwa imara na CRDB ilikuwa kinara. Kitu kingine cha kushangaza ni ongezeko la mauzo. Idadi ya hisa zilizouzwa na kununuliwa iliongezeka mara mbili zaidi ya mwaka uliopita. Ikifika hisa milioni 477.81. Hii inamaanisha watu wengi zaidi wakiwemo wa Tanzania wa kawaida kama wewe na mimi walikuwa wakiingia sokoni kununua na kuuza hisa. Huku ndiko kuchangamka kwa soko tunako kutaka. Sasa, kabla sijaendelea, kuna wito hapa wa vitu vitatu. Kwanza naomba ikiwezekana bonyeza hicho kibofya cha laiki Alafu pili, naomba pia ikiwezekana, kama hujasubscribe basi bonyeza e, e, subscription. Na mwisho, naomba pia ikiwezekana hicho kikengele, kwa sababu naamini hutaki kukosa hicho ambacho kinafuata. Tuendelee na kipindi chetu. Sasa unajua, kuna funzo la biashara kwako kuhusiana na haya mambo ya CRDB. Sasa watu wengi wanadhani biashara ni kufungua duka au kuanzisha biashara na kuuza bidhaa mbalimbali na hivyo kupata pesa, hiyo ndio biashara. Lakini ukweli wa mambo ni kuwa hata kununua hisa ni biashara, kwa sababu ukinunua hisa unanunua sehemu ya biashara, na hii biashara nayo ina nayo pia bidhaa au inauza huduma, e, na mwisho wa mwisho, siku wanapata faida. Sasa hiyo faida ndio nao wanakugawia kama ni gawio. Kwa hiyo hata mambo ya hisa ni sawasawa na kuwa unamiliki biashara. Unapo benki kama CRDB, unakuwa mmiliki wao, wanafanya kazi wao, wanapata faida ya mabilioni na wewe thamani ya pesa yako inapanda. Kama ungekuwa na ile laki moja yako na ukaamua kuiweka tu chini ya mto, mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano mwezi wa Disemba, ingekuwa bado na laki moja ile ile, na labda thamani yake ingekuwa imeshuka kutokana na mfumuko wa bei. Lakini kwa kuiweka kwenye hisa hizi zilizofanya vizuri laki moja hiyo ingekuwa inakaribia laki mbili, bila kufungua duka, bila kulipa kodi ya fremu, bila kugombana na wateja. Hii ni passive income, au kipato endelevu ambacho kila mfanyabiashara mjanja anakitafuta. Somo hapa ni kwamba usitumie pesa nyingi hapa na pale kwa vitu visivyozalisha. Anza na vitu vya msingi. Jifunze kusoma alama za nyakati. Mwaka 2025 umetufundisha kuwa soko la hisa la Tanzania lina fursa za ajabu, kama utakuwa makini na kuchagua kampuni sahihi zenye msingi imara kama hii. Naona nimekueleza mambo mengi kuhusiana na CRDB ilivyokuwa mwaka 2024. Sasa kabla sijamaliza kipindi naona tujaribu kuangalia muktasari wa mambo niliyokwambia kuhusu CRDB benki. Sasa hebu tujikumbushe. Tumeona jinsi hisa za CRDB zilivyotoka shilingi mia nane hadi elfu moja na mia tano, faida kubwa ya bilioni mia tano na sita na utawala wake katika soko la Dar es Salaam Stock Exchange. Usisubiri tena. Elimu ya fedha ni ufunguo wa himaya yako ya kifedha. Safari yako ya mafanikio huanza na hatua moja. Na hatua hiyo inaweza kuwa ni kuanza kufuatilia soko la hisa leo. Kwa kumalizia na kukumbusha tena, usisahau kusubscribe ili usipitwe na video zetu au vipindi vyetu zinazotolewa na How to Start Business Channel pamoja na Tan Business Channel, online television. Mimi ni mtangazaji wa video na pia vipindi vya televisheni, Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Uwekezaji Tanzania.